Ya kwamba there is nothing that comes without sacrifice. Haleluya! hata ndipo tuishi maisha ya uhuru katika Kristo kuna dhabihu ambayo Mungu alitoa kwa msalaba, akamtoa Yesu Kristo ili afe, ili tukaweze kukombolewa. Kwa hivyo vitu vyote vinakuja kwa kung'ang'ana. Yesu asifiwe. Sasa mimi nimeshangaa juzi, ati tena kule nilikuwa ilikua nataka kuatempt, wamefungwa ati wamefilisika. Bwana Yesu asifiwe, hata kujiuliza wamefilisika namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikajitia moyo nikajua ya kwamba kumbe shetani anafotokopi, anafotokopi. Haleluya. Shetani anafanya vitu duplicate ili wewe ukimilie na baadaye anakukamata na kunasa, lakini vitu vyote original vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Praise be to God. Sasa nilikuwa nashangaa hao watu ni nani alikuwa wa kwanza kuingia katika hiyo room? Maana huwa wanaogopa. Sijui kama waliingia, nani alikuwa wa kwanza. So nilikuwa nakwambia kwamba wakati huo ufalume umetikiswa mesikia hata makanisa imefungwa imetikizwa, ime, ime, ime pia kwa njia nyingine ambayo haieleweki, na maanisha ya kwamba Wakenya, kuna wale ambao wanamtafuta Mungu kwa roho na kweli, na ufalme wa giza umeanza kutikizwa. Na ukianza kutikizwa, shetani hachoki, anatafuta revenge. lakini kile ambacho tunajua ni ya kwamba ukitembea na neno la Mungu ni mwangaza kwa sababu atakuja na vitisho vitisho vitisho and finally you are going to crush it hallelujah praise be to god Can you clap for god so number one the word of god carries deliverance so when you carry the word of god in you you will fear nothing because you carry the power And I don't hear the meaning of power. Power means the ability to get positive results. Ability to get positive results. Jesus Christ was given both power and he was anointed to deliver. Praise be to God. Hallelujah. Nataka nikukumbushe ya kwamba unapotembea na neno la Mungu kuna ability there is an ability kuna uwezo ambao wewe ulipewa na Mungu mwanadamu amepewa a natural ability can you say natural ability can you repeat natural ability can you say i have natural ability god has super ability can you say super ability Hallelujah. So wakati unasoma neno la mungu na linakaa ndani yako kwa sababu ni mungu anakaa ndani yako wewe your natural ability plus god's super ability they are combined together you walk with supernatural ability can you clap for god for so christians who walk by the word of god they will walk with supernatural ability everything you will do will be supernatural hallelujah You will carry the supernatural power of God. Sasa nataka nikuulainie zingine tatu ambayo zimebaki alafu tuone. Oh, hallelujah. Number two. The word of God is light. Psalms chapter 119 and verse 105. Zaburi mia moja kumi na tisa mstari wa mia moja na tano. Daudi anasema ya kwamba neno lako ni taa ya miguu zangu, linanimulikia mahali penye linaenda wana izaziliwe. Haleluya. Na pia anasema ya kwamba nimelificha neno lako katika moyo wangu, ili nisijikute linatendaa So why do you sin? Because you have not hidden the word of God in you. Praise be to God. And when you sin, you give, you provide an access of darkness into your life. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ficha neno la Mungu katika moyo wako, maana neno la Mungu vitakuzuilia vitu vingi. Bwana Yesu asifiwe na hapo Daudi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu, ya, ya kwamba linanimulikia ninapotembea linanimulikia. Unajua ukitembea katika njia path. Is another version inasema path. Your word is a light to my path. Because a path ni kanjia kadogo hivi, pengine wale walikuwa wanaenda ushago, tulikuwa tukiwa watoto wadogo tunaenda kutafuta kuni. Sasa unapoenda kutafuta kuni, mkuja mpikie kwa ile maiko ingine ya zamani. Haleluya! pale msituni kuna kitu chochote unaweza kutana nati, kwanza usiku, unaweza ukakanyaga nyoka, unaweza ukakanyaga miba, lakini ukiwa na kitu kinakumulikia, hakuna kitu utakanyaga kibaya. Na hata ukikiona kikikuja utakionea mbali na unajipanga kupigana na ama uhepe. You walk by the word of God, when you walk with the word of God itakutambulia mambo ambayo hayajaonekana na watu ambao hawaga neno la Mungu. Haleluya, acha niende ni kwa ya pili, kwa kwa ya tatu, alafu nimalizie na ya mwisho So the word of god gives us freedom the word of god is able to build us up it will build you up and will give you an inheritance inakutengeneza build up ni kujenga lina kujenga alafu linakupa urithi bwana yesu kwa sababu sisi tumepewa urithi na urithi wetu unatoka katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. So when you have the word of God you will build up yourself and at the same time you have the inheritance Hallelujah. Amen. Ache tukawezi kuwa na njaa na tamanio na kutembea na neno la Mungu. Amos chapter 8 and verse 11. Mungu akamwambia mtumishi wake ya kwamba kuna wakati ambao unakuja ambao nitatuma njaa. I will send hunger and not hunger for food. <laughs> Hallelujah. Amen. But I will send hunger for the word of God. Nitatuma njaa ya neno la Mungu. Je, wewe uko na njaa ya neno la Mungu? a Haleluya, pacha tukaweze kutembea na neno la Mungu. Nataka tumalizie ya mwisho. The word of God has the power to create Zaburi 33 mstari wa sita. Nimekupa andiko la kukujenga na kukupa urithi. Matendo ya Mtume sura 20 mstari wa 32, neno la Mungu liko na uwezo wa kukujenga na kukupa urithi ule anayesoma anaweza tu akatusomea haraka ili wasiseme itasemekane amesema tu mambo yake. Kwanza hii ya urithi na kujijenga, Acts 20, 32. Matendo ya mitume sura ya ishirini mstari wa Yesu. Yes. thelathini na mbili basi sasa nawaweka na katika mikono ya Mungu kwa neno la neema yake mm. ambalo naweza kuwajenga naweza kuwajenga na kuwapa urithi na kuwapa urithi na kuwa na kuwa Pamo, pamoja nao wote waliotakaswa. Amen, haleluya. Kwa hivyo unapotakaswa na kupokea neno la Mungu unajengeka. Unataka kujengeka kibiashara unataka kujengeka kindoa, unataka kujengeka kihuduma, unataka tu kujengeka kiafya yako, tafuta neno la Mungu. Urithi ambao tunautaka urithi, kwa sababu Mungu wetu ako na ufalme wote, yeye anatupa urithi wakati tunapokea neno la Mungu, lakini ni kwa wale peke yao walioamini. Wale wanasikia neno la Mungu na hawawezi wakaamini, watabaki Bwana Yesu asifiwe. So neno la Mungu linapohubiriwa, usikie na uamini, hiyo ndio urithi. Bwana Yesu asifiwe. Na mwisho <coughs> Psalm 33. Zaburi 33, some hiyo ya mwisho <coughs> Zaburi 33 mstari wa 6 uh -huh. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Amen. Amen. Haleluya. Salimiane hivi, hello, hello. Maandiko hiyo inasema ya kwamba kwa neno la Mungu, neno la Bwana vitu vikaumbika, kwa sababu katika uh, kitabu cha Mwanzo Biblia inasema ya kwamba alitumia neno, usema na iwe. Bwana Yesu asifiwe. Let there be. So nataka nikwambie leo mpendwa, ya kwamba Mungu amejifunga kwa neno lake. Kwa hivyo yeyote ambaye anataka kitu chochote ni lazima ukaweze kutembea na neno la Mungu kwa sababu even the ministering angels

ni kama mtu ambaye ako shambani analima. Wee, ukienda kwa shamba kulima utahitaji jembe na utumie nguvu zako. Lakini Mungu analituma neno liende likaweze kujenga. Bwana Yesu asifiwe. By faith. By faith. That is built in the word of God. When you walk by the word of God you walk with the word of God you live according to the word of God and not according to the knowledge of the world not according to the knowledge of men you shall do exploits. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama vitu zinakuja zinakusukasuka zinakusukuma mambo yanakuja yanakusukuma vitu zingine unataka kupata nikana kwamba zinakutoroka zina kutoroka, ambia Mungu, imeandikwa. Kwa sababu Yesu Kristo alimfe shetani akamwambia, it is written. Bwana Yesu azibiwe, haleluya. Siku ya leo mtu akitaka kukupiga, Yesu alisema akikupiga pande hii, ungeuze na huko kwingine, akikunyang'anya koti, na umpenda nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe huwa una act na muda gani? Achana na Yesu chenye alisa. Wewe na mimi huwa tunafanya na muda gani? Unasema tick for that. Hallelujah. <laughs> <laughs> Nimvue Yesu Kristo nimweke chini alafu tu tuonane na wewe nikimaliza tena nitamchukua nikupe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. <laughs> Amekutukana wewe ni mjinga. Lakini pia unamrudishia unamwambia, hata wewe kwanza wewe nawe levo yako ya ujinga, kama hata Haleluya. Bwana Yesu azidiwe, akisema wewe ni mbwa ambu kama haya amekutukana sasa. Msichana mzuri ambaye ni mwimbaji hapa, mwimbaji huwa anaimba hapa praise and worship amekuja kanisa leo, ameimba ametubariki vizuri, ametukanwa kule nje, yeye ni umbwa. Lakini yeye anasimama na anashika hapa, akisha shika hapa, anamwambia mimi, nikikuangalia vizuri, kutoka kwa miguu hadi kwa kichwa, mimi na kuona tunafanana vizuri, tunafanana, tunafanana, tumeumbwa na, na, na Mungu mmoja moja, bila nilizaliwa wewe, pia ulizaliwa hivi kwa hivyo mimi kama niumbwa na wewe pia ni umbwa mwingine, hivyo ndio anawaambia. Sasa tunapokezana tunapokezana tunapokezana, wewe naisha sifiwa, akikunyang'anya, badala uende kwa maandiko na useme ya kwamba ufalme wote nimepewa. Haleluya, haleluya! Lakini ujua ya kwamba una ufalme unachukuliwa kwa nguvu walio na nguvu ndio wanafanya nini? Wanauteka. Matayo kumi na moja mstari wa kumi na mbili tangia siku za Yohana Mbatizaji ufalme. Ukitaka vitu za ufalme ni lazima utazitafuta kwa nguvu. Kwa hivyo ukija ukizembeazembea, maombi utaki kufunga, utaki unatandika ugali Monday to Friday, unatandika chai Monday to Friday, wewe unalala, unachapa dozi sawasawa, sawa. Siku zote za wiki huku, ufalme mwingine unang'ang'ana, vitu hivyo vitatoroka Bwana Yesu asifiwe. Giza litaingia, giza linapoingia, ndio unapata kwamba vitu vinaanza kukusumbua. Lakini wakati unaleta neno la Mungu, neno la Mungu ni taa, neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni nguvu ambazo utakuwa unatembea nazo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Waibrania nne mstari wa kumi na mbili neno la Mungu linaniambia ya kwamba the word of God is a sword. It is a sword. Hebu kumbusha mwenzako alikuwa amejua hiyo ya kwamba neno la Mungu ni silaha, mwabusha mwabusha. Je, unajua neno la Mungu ni silaha? Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Unajua, hakuna kitu kibaya kama maneno na maneno, ikiingia ndani ya moyo huwa inavunja moyo. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwa mfano, mtu ametoka tu huko akakuja akasema zima haraka. hiyo kitu zima haraka, kuja kuja hapa sasa, kila mtu ameingiza baridi, hajapiga watu na viboko lakini Zii, ukisoma Wafalme wa kwanza uh, Samueli wa kwanza sura ya kumi na saba ukisoma kuanzia mstari wa kumi na moja neno la Mungu linasema ya kwamba Waisraeli walidhoofishwa na maneno ya mfilisti Goliathi. Hata huyu mtu pengine alikuwa hajui hata kurusha ile, ile zile silaha zote alikuwa nazo mkuki, alikuwa hajui, lakini kwa maneno ya kuambia kwamba wewe ukisonga karibu na mimi nitakuvunja vunja, akaogopa. Lakini Daudi aligundua, kwa sababu ukisonga mstari wa 46 Daudi aligundua ya kwamba hata Sauli aliingiza baridi kwa sababu ya maneno, na Daudi akainuka kwa ujasiri na akamwambia Sauli ya kwamba kwa sababu mimi nilienda mawindoni na dubu, wakati dubu alikuja kukamata kondoo, mimi nilitoa kondoo katika uh, uh, mdomo wa dubu. Simba alipokuja, nilimrarua nilimrarua kwa hivyo huyu goliati ni kitu kidogo sana kwangu. Huyu goliati ni kitu kidogo sana kwangu. Sasa chukua ushindi wa kumrarua dubu, chukua ushindi wa kumrarua fi, uh, simba, ukiweka pamoja, ukijumlisha ni ushindi wa Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengine ni wewe ukaweza kuchukua neno la Mungu na uwezi kutembea na neno la Mungu. The word of God is a sword. Hautaogopa wafalume wa ulimwengu, kwa sababu unapotembea na neno la Mungu, neno la Mungu litawaka ndani yako. Hata wanapokuona wakikushika, wakikuingiza kwa mabaraza, wenyewe watapigwa na uoga wakuachilie. Haleluya! lakini wa ulimwengu anaaimio lakini, ukiwa neno la Mungu, it is a sword, hautaogopa wachawi, hautaogopa Shetani, kwa sababu unatembea kwa neno la Mungu. Pigia yeah, Yesu makofi. Nataka nimalize, nataka nimalize na nataka nimalize kwa kupa the two types of battle a Christian should fight when you walk with the word of God. Hiyo nguvu za neno la Mungu litakusababisha hayo mambo ambayo umeandika, lakini kuna vita ambavyo mkristo utaanza kupigana kwa sababu umebeba silaha. Namba one we have what we call defense battle And we have number two, offensive battle. Defensive battle ni ile ambayo unangoja adui akuje kwa mlango yako akushtue, ndio utoe silaha uanze kupigana naye na, e, na hiyo ndiyo maisha ambayo Wakristo wengi tunaishi. Offensive battle ni ile ambayo vita ambavyo wewe uko na ujasiri mpaka unaenda kwa milango ya adui ukijua adui ndio huyu, unaenda kwa milango yake, unagonga unagonga mlango yule: toka, toka! I'm ready for you! Toka! Tuonane na wewe. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. So mkristo mzuri si yule ambaye atangoja wakati magonjwa imefika ndio anatafuta uso wa Mungu, si yule atangoja wakati mambo mazito inamwandama ndiyo anavyo kutafuta watumishi wa Mungu ni yule ambaye anajifundisha what we call offensive battle. Unaambia shetani ya kwamba imeandikwa katika Mathayo kumi na tano mstari wa kumi na tatu ya kwamba kila pando lisilopandwa na baba litang'olewa, na kwa sababu ya ufalume wako mimi niko na kila mamlaka ya kung'oa. Bwana tunaenda tuking'oa unaenda mahali unatafuta penye wako, unang'oa unang'oa ufalme. Magonjwa ambayo yalikuwa yanataka kubisha mlango unazitafuta unazipika kwa neno la Mungu na nguvu za maombi haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu zingine, vimea zingine tunazing'oa kama bado ziko kwa nasari. Ukipanda miti, kuna ile nasari, uh, uh, ambayo unatengeneza sasa Offensive button ile ya kwenda kuchokoa unazimoa unazimoa unazimoa yaani, uchokozi uchokozi uchokozi katika ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, najua kwamba watu wa Mungu wamejifundisha kitu ya kwamba kutembea na neno la Mungu liko na nguvu. Usichanganywe na mambo ya ulimwengu, usichanganywe na watu jinsi wanavyosema. Tembea na neno la Mungu, tusome neno la Mungu. Neno la Mungu litatufikisha katika hatima zetu, kwa sababu ndio urithi tulio nao pia. Yesu! Makofi mazuri. Haleluya! Praise be to God, all in all, you need to focus. Live a balanced Christian way of life, life that has the word of God that carries the power of God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Focus. Nataka focus. Focus ni kuwache na msemo, mchungaji mwingine akasema ya kwamba wengine umekuwa mkienda katika vita, kila siku mnaenda katika vita, mnapigwa, mnapigwa, mnapigwa sasa siku moja alitumia msemo wa wachezaji bodi. Sasa siku moja, wewe unaenda na unachaguliwa kwenda kupiga penalti. Bwana Yesu asifiwe. Unachaguliwa kwenda kupiga penalti. Huyo mtumishi alinishangaza sana, na kauliza wakati una unasoga una tu nyuma, unataka kwenda kupiga penalti, watu wote dunia mzima imetulia, inataka kuona unakomboa timu uchukue kikombe. Lakini sasa wakati firimbi imelia ukienda kupiga mpira, hapo ndio unapata kwamba kaptura inaanguka. bwanaweza viviwe kama ulikuwa umevaa longi longi na so akauliza, ya kwamba kama wewe ni mchezaji mwerefu Utafanya nini? Utaenda ufunge bao ama utakota longi? Kwanza ufunge longi? Haleluya! <laughs> uliza jirani yako, wewe utafanya nini? <laughs> longi imeanguka, watu wanakuchekelea. Haleluya! <laughs> Eh, na hii kitu mumeingoja miaka nenda miaka rudi, amujaipata na hii ndio nafasi peke yake, so what you do, mimi nakimbia kwanza nifunge bao, tuchukue kikombe, alafu ninakimbia mbio, nachukua longi, natoroka, natoka kwa huo umati, hata hizo fedha zitanitafuta. Bwana asifiwe, haleluya. Tuachane na vitu ambazo zinatutoa katika kufocus to the word of God, focus in the word of God. Wacha kupu, kupumbazwa na vitu zingine za kando kando, ambazo haziwezi kukusaidia kwa sababu zinataka ziondoe fokasi yako katika neno la Mungu. Tembea na neno la Mungu na mambo yote yatakuwa sawa kwa utukufu wa Mungu. Simama kwa miguu zako napomita mtumishi wa Mungu akaweze elea pamoja nasi